In short nasema vipi? Nasema hivi. Raila ametuacha kimwili. Lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Pahali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na kila mara tukiimba wimbo wa taifa tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jasho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea. Hatutakubali arudi nyuma, hatutakubali arudi nyuma, tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Kenya imepoteza kiongozi, kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na hukuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja.